Ndugu washiriki, umuhimu wa kutambua athari zinazotokana na, na kutokuwepo kwa usimamizi thabiti ya shughuli zote zilizoko katika mnyororo wa ugavi ni jambo la msingi kwa maendeleo ya taifa, kwani kwa kuzitambua athari hizo kunatuweka katika mazingira mazuri ya kutengeneza miongozo na mikakati mbalimbali ya utekelezaji ili kuimarisha usimamizi na hata kuepukana na athari hizo. Niwasihi kutumia kulitumia jukwaa hili kama fursa muhimu ya kujifunza, kujadili na kubadilishana uzoefu na pia kushauri juu ya masuala ya usimamizi wa shughuli za mnyororo wa ugavi. Kwa kufanya hivyo, mtajiweka katika nafsi nzuri, nafasi nzuri sana na kuharabisha, kuhabarisha umma wa Tanzania kwa usahihi kupitia vyombo vya habari. Mkutano huu ni sehemu ya utekelezaji wa programu ya ushirikishi ya mafunzo kati ya Wizara ya Fedha na wadau wake mkiwemo niye wenyewe wahariri nye wa vyombo vya habari hapa nchini, kwani vyombo vya habari vikishirikishwa ipasavyo jamii husika huelemishwa kwa urahisi zaidi, kwani kupitia shughuli zilizoko katika mnyororo wa ugavi, yaani ununuzi, ugomboaji na uondoshaji, upokeaji, urejeshaji, utunzaji, uhifadhi usambazaji matumizi ya uondoshaji. Serikali imekuwa ikipoteza fedha kwa kupata hasara zinazotokana na kukosekana kwa miongozo thabiti ya uendeshaji wa shughuli hizi. Kuna haja ya kutambua umuhimu wa kufahamu muunganiko wa shughuli hizi ili kukamilisha mnyororo hadi kumfikia mlaji au mtumiaji wa mwisho wa bidhaa au huduma zilizonunuliwa. Napenda kuwahimiza mtumie vyema fursa hii kwa kushiriki kikamilifu katika mafunzo haya ili kupata uelewa uliokusudiwa na hivyo kuwafikishia Watanzania jambo hili muhimu kwa mstakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Kwa kufanya hivyo, mtakuwa mmeshiriki moja kwa moja katika kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Mafunzo haya yamelenga kuwajengea uelewa wa kina na uwezo mahususi wa kufikisha taarifa sahihi kwa wakati na zenye kuleta uelewa mpana kwa umma wa Watanzania. Kama mnavyofahamu, fedha zinazotumika katika shughuli za ununuzi wa vitu na huduma ni fedha za umma ambazo zinatokana na kodi zetu sisi wote, mimi na wewe. Na wakati mwingine fedha hizi tunazipata kwa njia ya mikopo na vyanzo vingine ambavyo serikali hugharimia, sasa ili kuhakikisha fedha hizi zinatumika vizuri na zinakwenda kumfikia yule anayelengwa, ni vizuri sana shughuli za mnyororo wa ugavi zikaimarishwa. Tunaziimarishaje? tunazijengea msingi wa jumla, halafu kila kipande cha shughuli, kwa maana unaposema shughuli za mnyororo wa ugavi, tunahusisha ununuzi, tunahusisha mapokezi, tunahusisha kuhifadhi maghala na kadhalika, tunahusisha kusambaza kwenda katika vituo mbalimbali, lakini tunahusisha kuwafikishia walengwa wa mwisho ambao ni walaji. Sasa kote huku tunatakiwa tuhakikishe idadi na ubora wa hivyo vitu huko vile vile. na ndio lengo rasmi, kupitia miradi hii sisi kama wahariri tunapata nafasi ya kufahamu hii miradi kwa undani zaidi, utekelezaji wake, lakini pia programu mbalimbali kama leo kuna programu ya mnyororo wa ugavi ni namna gani ambavyo tunaweza kufahamu kwamba serikali inanunuaje inaweka wapi inahifadhi wapi kwa faida ya nani, na je, ikinunua nini ambacho kinatokea na vitu vingine kama hivyo. Jukumu kubwa la wahariri wa vyombo vya habari ni kuchakata habari mbalimbali, kuzihariri na kuhakikisha kwamba umma wa Tanzania unapata taarifa ambazo ni sahihi zaidi. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwetu wahariri na Watanzania kwa ujumla kupata kile ambacho naweza kusema ni bora zaidi, kwa sababu kuna taarifa nyingine inaweza ikawa imepotoshwa ama iko tofauti, na muhariri akawa na uelewa mkubwa kuhusiana na taarifa hiyo, ambapo huenda amepata mafunzo kupitia katika uh, programu hizi ambazo zinafanywa na Wizara ya Fedha. Kwa hiyo kipekee, naweza kusema kwamba mafunzo haya mimi mwenyewe amenijengea uelewa mkubwa sana kufahamu miradi mbalimbali mbali ya serikali, utekelezaji wa miradi hiyo katika masuala mazima ya habari za kiuchumi. Tunafahamu kwamba uchumi ni kama uh, ni kipaumbele kwa nchi yoyote, kwa Watanzania na vitu vingine kama hivyo. Na swala la uchumi, kila mmoja anatamani kufahamu kwamba nini ambacho kinaendelea katika uchumi wa nchi. Kwa hiyo, kupitia mafunzo kama haya ambayo yamekuwa yakifanyika ni mafunzo mbalimbali, yanatujenga sisi wahariri kuwa bora zaidi na kuhakikisha kwamba tunatekeleza majukumu yetu kwa ufanisi, kwa kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata taarifa ambazo ni sahihi haswa katika sekta hii ya kiuchumi.